Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo Jumanne, juma la 28 kipindi cha kawaida mwaka C wa kanisa, masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya kwanza aya 16 hadi 25. Na injili takatifu ilivyoandikwa na Luka sura ya 11 aya 37 hadi ya arobaini na moja. Karibu tusikilize injili. Yesu alipokuwa akinena Farisayo mmoja alimuita aje kwake ale chakula. Akaingia akaketi chakulani. Farisayo huyo alipomwona Alistaajabu kwa sababu hakunawa kabla ya chakula. Bwana akamwambia, ninyi Mafarisayo, mwasafisha kikombe na sahani kwa nje, lakini ndani yenu mmejaa unyang'anyi na uovu. Enyi wapumbavu, aliyevifanya vya nje si yeye aliyevifanya vya ndani pia? Lakini toeni sadaka vile vya ndani natazama vyote huwa safi kwenu. Neno la Bwana. Sifa kwako e eh, Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, tunamshukuru Mungu ambaye anatupatia nafasi ya kuendelea kutuambia neno lake linatufundisha nini, na leo Kristo anatufundisha na anatukumbusha tujiulize swali. Je, hali zetu za ndani kiroho ziko na hali gani? Nafsi zetu zikoje? Mioyo yetu kwa ndani ikoje? Maana mara nyingi watu wengi wanatuona tuko vizuri kwa nje, lakini kumbe ndani ya roho zetu, ndani ya nafsi zetu, ndani ya dhamiri zetu, tuko na hali mbaya, tumejaa uovu, tumejaa mambo ambayo ni kinyume na mapenzi ya Mungu kwa nje watu wanatuona watu wema, kumbe ndani tumejaa uchochezi, vita, chuki, tamaa, ubaguzi, fitina, wizi, kebehi, dhihaka na mambo mengine mengi maovu kama hayo. Leo Kristo hawaambii tena Mafarisayo, anatuambia sisi viumbe wake ambao tunaishi bado Tujitafakari dhamiri zetu, nafsi zetu, mioyo yetu, kwa ndani iko na hali gani? Ni mara ngapi tunacheka na rafiki zetu, kumbe ndani tunawaombea mabaya? Kwa ndani tunaonekana tumeoza, nje tunajifanya ni wazuri. Tujiulize. Leo Kristo anaendelea kutuambia tujitafakari. Ni mara ngapi tunajifanya tunafurahia mafanikio ya wenzetu, kumbe ndani tunaumia na kuwaombea maanguko na madhira. Kristo leo anatupa maisha ya uhalisia kabisa, ambayo anatutaka tujitafakari mambo yetu ya ndani, nafsi zetu, dhamiri zetu za ndani. Mara ngapi tunatumia zile nafasi tulivyopewa au vyeo tulizopewa kuwakandamiza kuwakatisha tamaa, yaani kuzima ndoto za wengine, tukijionyesha kwamba tunaonesha njia, kumbe hiyo njia ni ya kuangusha shimoni. Sisi tulio wafuasi wake tunaenda kwenye nyumba za kuabudu, tukitoka nje ni watu tofauti kabisa, tuliojaa uovu na uhasama mwingi na uasi ambao hauna manufaa kwa ajili ya wale wanaotuzunguka. Hayo yote ni mambo ya kujitafakari katika nafsi zetu, watu wa familia. Ukitoka nje, watu wengine wanakuona ni mtu mwema, ukirudi ndani hakuna amani, ni magomvi tupu, apakariki, magomvi yasiyokoma, kila muda Hayo yote leo Kristo anatufundisha kuwa wema uchipuke kuanzia ndani ya mioyo yetu, wema uchipuke kuanzia ndani ya nafsi zetu na dhamiri zetu, baadaye ndo tupeleke katika matendo kwa watu wanaotuzunguka. Kwa uwezo wetu hatuwezi. Tunaweza tukawa tunajiona tuko vizuri kwa nje Kumbe ndani tumejaa uovu na uhasama na unyang'anyi, kama hawa farisayo waliojiona haki kwa nje, kumbe ndani mambo siyo mazuri kulingana na mapenzi ya Mungu. nasi na leo tumuombe Kristo atusaidie kuzifinyanga dhamiri zetu, kuzifinyanga nafsi zetu, kuzifinyanga mioyo yetu kwa ndani, ili ziendane na hali ya nje. Yaani maisha yetu yasadifiwe kwa matendo mema ambayo tunayatenda kwa wale wanaotuzunguka. Kwa uwezo wetu hatuwezi, kwa kuwa sisi ni wadhaifu daima. Kwa hiyo tuombe yeye atusaidie, pia tuombe daima maombezi ya watakatifu ambao wao wameshinda ndani ya nafsi zao, ukweli uliendana na mambo ya nje pia. Kwa namna ya pekee Mama Kanisa ametuwekea mwezi huu wa kumi wa rozari takatifu. Tumwombe mama yetu Bikira Maria na yeye atuombee kwa mwanaye daima, ili maisha yetu daima, yale ambayo yako nafsini mwetu, yawe ni sawa na yale ambayo yanaonekana katika matendo yetu ya kila siku. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Verus Patrick Nsekela wa Shirika la Wamisionari wa Damu Azizi ya Yesu, kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspar del Bufalo, Kola Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!